Mtendaji wa kata, wakuu wa idara mbalimbali kutoka RS katika ngazi yetu ya mkoa wa Mwanza, sekretariati ya baraza la madiwani la halmashauri kuu ya Nyamagana, wananchi wote na watendaji wote na wananchi wote wa mkoa wa Mwanza na wilaya ya Nyamagana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumsifu Yesu Kristo! Bwana Yesu asifiwe! Moraya, moraya seba Asante sana ndugu katibu tawala ambaye uko hapa ukiwa umemwakilisha pia mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza ambaye kwa siku ya leo kwa kweli ndiye alikuwa awe mgeni rasmi, lakini kutokana na majukumu mbalimbali hayupo, yuko kwa kazi zingine za kitaifa. Na ndugu viongozi wote, itifaki nimeizingatia. Ndugu wananchi wa kata ya Buhongwa na wananchi wote wa wilaya ya Nyamagana na, na mkoa wetu wa Mwanza kwa ujumla wake, awali ya yote naomba niungane nanyi kumshukuru Mwenyezi Mungu Mungu mweza wa yote aliyetuwezesha mimi pamoja na nyinyi kukusanyika hapa asubuhi mapema tangu saa kumi na mbili kamili asubuhi kwa ajili ya tukio kubwa kabisa la kitaifa ambalo kimkoa linafanyika katika wilaya yetu ya Nyamagana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu bila yeye tusingeweza. Kipekee nichukue nafasi hii, Mheshimiwa katibu tawala, utupelekee salamu zetu nyingi kwa mkuu wetu wa mkoa wa mkoa Mwanza, Mheshimiwa Saidi Mtanda kwa namna ya kipekee ambavyo ameendelea kutuheshimisha sisi wananchi wa Nyamagana. Kwa kweli katika matukio mengi ya kimkoa amekuwa akitupa heshima sisi Nyamagana, ambayo kwa kweli ndio Mwanza tubebe dhima ya mkoa wetu wa Mwanza. Nichukue nafasi hii kwa niaba ya viongozi wenzangu na watendaji na wananchi wa wilaya Nyamagana kukushukuru sana sana mkoa wetu wa mkoa na kwa kweli, Mheshimiwa Katibu Tawala, utufikishie salamu zetu za shukrani. Na tunachotaka kusema kwake ni kwamba imani itaendelea kuzaa imani kwa kila tukio ambalo watalichagua kuileta Wilaya Nyamagana. Sisi Nyamagana hatuna dogo. Hapo vipi? Mheshimiwa Katibu Tawala na ndugu wananchi wa mkoa wetu wa Mwanza na Wilaya Nyamagana kama ambavyo afisa mazingira Tanzania wote na wananchi na wa, na, na, na, na, na, na nchi zingine zozote duniani kusherekea siku ya mazingira, ambayo kitaifa kwa mujibu wa ratiba kitaifa itafanyika katika mkoa wa Dodoma na kilele itakuwa tarehe tano na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa kiongozi wetu wa kitaifa. Katika sherehe hizi maelekezo yaliyotolewa na utaratibu uliofanyika kwa mwaka huu ni kwamba sherehe hizi zifanyike katika kila wilaya ya nchi hii. Na sherehe hizi zifanyike katika kila mkoa ya nchi hii. Kwa hiyo, katika mkoa wetu wa Mwanza na katika mikoa mingine leo tarehe thelathini hivi tulivyofanya siku ya leo hapa, hata mikoa mingine wamefanya hivyo, hata wilaya zingine wamefanya hivyo, na wageni rasmi ni wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya. Kwa hiyo hapa leo tupo kwa ajili ya kusafisha, kufanya usafi wa mazingira katika maeneo yetu mbalimbali mbali. Kama ambavyo maelekezo ya mwaka huu na utaratibu wa mwaka huu ni kufanya mazingira katika maeneo yote ya viunga vya mkoa wetu wa Mwanza na wilaya yetu ya Nyamagana ninayo furaha kukujulisha katibu tawala mtu pekee salamu kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Kazi unayoiona hapa inaendelea iko katika mitaa yote. Mitaa yote tulikubaliana, ndio maana unaona hata leo walioko hapa ni wananchi wa mtaa peke yake. Lakini mitaa mingine huko wote, tulikubaliana ni yote mitaa mia moja na sabini na tano na wakiongozwa na wenyeviti wa mitaa, wakiongozwa na Mheshimiwa madiwani, usafi uendelee katika kila pahala. Mwaka huu mheshimiwa katibu tawala, na ndugu wananchi, sherehe hizi zinaadhimishwa ikiwa ni utaratibu wetu wa watanzania kutunza mazingira. Nadhani wote mnajua, bila mazingira hakuna maendeleo. Mazingira tunayoyazungumzia ni mazingira ya kuifanya Tanzania iwe ni nchi salama kwenye kila kitu, kuanzia kwenye kupunguza hewa ukaa. Ndio maana tunahamasishwa tupande miti kwenye kuweka vivuli kwenye nchi yetu kupata mvua za kutosha, kupunguza mvua ambazo zinanyesha bila utaratibu. Ndio maana kila wakati tukatika sherehe hizi tumekuwa tukimiza hata upandaji wa miti. Na furaha kuwajulisha kwamba katika miti ambayo tulipewa sisi wilaya ya Nyamagana kupanda zaidi ya milioni moja laki tano, mpaka sasa tumeshavuka lengo, tunakaribia kumaliza kabisa, ili tuweze kufikia miti milioni moja laki tano, tunakaribia kabisa. Lakini siku ya leo sio ile ambayo tumezoea kila wakati tunakuja kupanda miti. Safari hii tulisema tufanye usafi wa mazingira. Ni kama ishara tu ya kuonyesha kwamba Tanzania iliyo salama ni pamoja na usafi. Na kama mnavyojua kauli yetu mbiu ya mwaka ya Mwanza huwa tunasema uchafu ni fedhea na usafi ni utu. Kwa hiyo maelekezo ya mwaka huu ni kwamba wananchi tushirikiane kuonyesha ishara na kufanya kazi ya usafi wa mazingira ili kupunguza taka katika maeneo yetu ili tusilete magonjwa ya milipuko ikiwemo kipindupindu na magonjwa mengine mengi ya kuhara na mengine na mengine. Lakini safari hii tumejikita kabisa kwenye sherehe za mwaka huu kuhakikisha tunapunguza plastiki. Zinazo, zile karatasi ambazo zilizuiliwa, yale makaratasi ambayo alishapigwa marufuku kupunguza katika maeneo yetu. Kwa hiyo kitendo cha kufanya usafi leo ni kuendelea kuhamasisha na kuhimiza wananchi kutotumia karatasi ambazo zimezuia ambazo ni zile plastiki ambazo zinakwenda kuharibu mazingira yetu katika taifa letu. Kwa sababu wote mnajua mahala ambako plastiki linakaa, huwezi kuotesha kitu chochote. Mahala popote ambako plastiki linakaa, hali ya hewa haiwezi kuwa salama. Kwa hiyo safari hii tumekubaliana kabisa na tumejikita kwamba ajenda kubwa iwe ni kupunguza taka na hasa kipaumbele iwe ni kupunguza taka ngumu zikiwemo taka za plastiki. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuhamasisha wananchi wa mkoa wa Mwanza kwamba kwa tukio la leo ni ishara sasa kwamba ni mwendelezo wa safari ambayo tulishaanza muda mrefu, na leo tumekuja tukiwa tunaadhimisha siku ya mazingira duniani kuonyesha kwamba kazi sasa iendelee. Na kwa kweli shughuli hii kat, katibu tawala tumekubaliana na we, tulikuwa tunanong'onezana hapa kwamba sasa itakuwa ni kila mwezi ambayo tumeshaizoea kila mwezi, tunafanya usafi tunafanya usafi, lakini safari tunaweka mkazo zaidi, na tutakuwa tunawaalika na viongozi wetu wa mkoa, tutakuwa tunagawana maeneo mbalimbali, mitaa mbalimbali, kata mbalimbali, ili kazi ambayo tumeifanya leo isiwe nguvu ya soda. Nikati natembea hapa, niliwasikia vijana wanazungumza kwamba eh, kama utaratibu ungekuwa hivi, hata kipindupindu kisingekuwepo. Ni message kubwa sana. Kumbe, kila mtu angetambua wajibu wake. Hata unapofanya biashara, kuwa na eneo la kutupa taka, hata unapotafuna mua kuwa na eneo la kutunza taka zako, ukifika nyumbani uziweke katika eneo linalokubalika. Kama tungeamua kwamba sasa uchafu, basi tuwe watu wema, hakuna kutupa taka ovyo, kila mtu atimize wajibu wake, haya magonjwa ya mlipuko na hata uchafuzi wa mazingira katika taifa letu na mkoa wetu yasingetokea. Kwa hiyo nitumie ni fursa hii kuwashukuru sana, sana, sana, wananchi wetu wa wilaya ya Nyamagana. Ninaomba tuendelee kutunza mazingira yetu ili mazingira yatutunze kuanzia sasa na yatutunze katika kizazi kijacho na hata kitukuu na kitukuu na kituku Mkuu, ili Tanzania iendelee kuwa salama kwenye afya, iendelee kuwa salama kwenye kupunguza hewa ukaa, iendelee kuwa salama kwenye kupata mvua za kutosha, iendelee kuwa salama kwenye kupata chakula cha kutosha. Baada ya maelezo hayo, asanteni sana. Asanteni kwa kushiriki. Mmepiga mwingi. Naomba mjipigie makofi mengi. Na naomba nikiwaalika tena Msiache kuja. Lakini wakati nahitimisha, ni wapeni tangazo. Hivi karibuni tutakuwa na ugeni wa kiongozi wetu kipenzi, na si mwingine Dokta Samia Suluhu Hasani anakuja. Naomba tupige kabisa makofi kwa nitakachowaambia sasa hivi. Wote mnajua tulikuwa na changamoto kubwa ya maji katika jiji letu la Mwanza. Mheshimiwa rais akasema hapana, lazima niwatue wakinamama ndoo wa maji kichwani, lazima nitafute fedha. Akatuletea fedha zaidi ya shilingi bilioni sabini, akatuletea tena zingine za kujenga matenki zaidi ya bilioni arobaini na sita. Sasa mradi wa Butimba umekamilika, Mheshimiwa rais anakuja kuufungua hapo. Vipi? Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaalika wananchi wote wawilaya yetu ya wa Nyamagana. Najua mkuu yani, wa mkoa atatoka rasmi kueleza, lakini mimi natangulia kusema karibuni sana tarehe 19 Butimba pale, patakuwa yani, kuna kila kitu, ngoma za kutosha, burudani, heka heka nakwambia kuonyesha kwamba sisi wananchi tumepokea kwa furaha mradi mkubwa wa maji. Na hata ishia kwenye mradi tu, atakwenda na kutufungulia daraja letu la Busisi. Nadhani mnafuatilia kwenye mitandao na lenyewe limekamilika, lakini wakumbushe sasa huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu wa kuchagua viongozi kuanzia serikali ya mtaa nani serikali ya madiwani mbunge na Mheshimiwa Rais. Nitumie fursa hii kuwa wananchi wa mkoa wetu wa Mwanza na wilaya yetu Magana, jitokezeni. Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ya mwaka hiyo, jitokezeni na usalama, viongozi walio bora na, viongozi. Na sisi wenye upande wa serikali tume vizuri kuhakikisha uchaguzi wa mwaka huu unafanyika kwa amani na usalama ili Tanzania iendelee kuwa kisiwa cha amani na usalama na mataifa mengine yaje kuiga kwetu. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Wa